Heri ya mwaka mpya kwanza wote ambao hatujaonana, na nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wanachama wetu na watanzania wote ambao wamejitokeza leo kwa ajili ya kesi ya mwenyekiti wetu wa chama. Tumefurahi, tumemwona. Kama mlivyosikia, tumefungiwa muda mrefu tangu mwezi wa kumi na moja, hata mimi nilikuwa sijafanikiwa kuonana naye nimshukuru kipekee kaka yetu eh, Saidi Bungara Bwege kwa hali yake na usafiri wa Dar es Salaam kuja hapa, ni spiriti ya hali ya juu sana, kwa sababu wote tunajua hii kesi huwa inakuja na mambo mengi, watu kupigwa, kuumizwa, kufanyiwa matendo ya kihuni. Kwa hiyo yeye kujitoa, ni mtu ambaye anaonesha kwamba kwenye haki hawezi kurudi nyuma. Kwa hiyo namshukuru sana Bwege, na watu wengine wote ambao wamejitoa kuja hapa. Nina mambo mawili ya kusema kwenu leo. Narudia wito wetu ambao tumeutoa tangu mwezi wa nne. Leo mwenyekiti ana siku mia tatu na saba gerezani. Tumesema tena na tena na tena ni kesi ya kisiasa wamemfungulia kesi, wamekaa naye, wamwachilie sasa kwa sababu walichokuwa na kitaka ndio hicho, wameshajitangaza na wameenda waliko, wamwachilie Tundu Lissu arudi mtaani. Jambo ambalo chama chetu hakitafanya na natumia nafasi hii kuwaambia wale wanaotumika na CCM na CCM wenyewe, mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani, mmewasikia. Hawa ni watu wanaotumiwa na CCM kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi, na kwa, kwa knowledge yangu, wanasiasa wanaolalamikia hii kesi, waliofungua kesi, wenye kesi hii ni wanasiasa wa CCM, ndio wenye hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwa upinzani, at least kwa upande wetu CHADEMA anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Sio kama mnanielewa. Kwa hatuta kubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail kwamba wamemkamata mwenyekiti wanakaa naye alafu wanatengeneza masharti kwamba fanye hivi. Mara ya kwanza walisema o, kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya, nilisema hapo mwaka jana mwenyekiti amemwambia hawezi kukubali wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na, na maagizo yao ya uongo au na makubaliano yao ya uongo au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo kwamba kubalini, kwamba swi nini, tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue, arudi barabarani na sisiemu waache uoga, tukutane nao mbele ya wananchi, mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongoze. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali, kwa sababu kukubali masharti ni kukubali kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa kwa njia za uhalali. Tunajua mwenyekiti alikamatwa akiwa kwenye ziara tuliokuwa tunafanya ya no reforms no election, akatungiwa kesi ya uongo ambayo amekaa naye mpaka sasa. Na wengine wanashangaza sana, wanaosema hivi wanasahau kwamba mwenyekiti Mboya alikaa gerezani miezi minane. Wakati yule mwenyekiti Mboya alipokuwa gerezani, yule anayesema hayo mambo ni mwanasiasa gani na mwanaharakati gani alikuwa ananufaika na Mbowe kuwa ndani tofauti na CCM. Haya masharti ya kutishia kufuta chama au kufanya si vitendo vya aina gani ili tukubaliane na masharti yao, wanajidanganya sana, wanadili na watu tofauti kabisa ambao hawawajui. ANC ilifutwa na makaburu, lakini haikufutika kwenye mioyo ya wananchi wa, wa, wa Afrika Kusini kwa sababu ilikuwa ni, ni, ni, ni hewa ni oksijeni yao, ni oksijeni ya mabadiliko. Chadema ni oksijeni ya mabadiliko kwenye nchi hii, ni oksijeni ya uchumi. Huwezi kuifuta, imevuka levo hizo za kufutwa. Leo ninavyozungumza na nyie, nimeona wanachama wetu kule Migoli wamejenga ofisi, leo wanaezeka. Yani chama kimefungiwa, wanachama wanajicoordinate wanajenga ofisi na wanaezeka katika mazingira magumu haya, wanafanya shughuli za chama. Hiyo inakuambia nini? Kwamba hiki sio chama unachoweza kuua kama unavyofikiri, ni kujidanganya. Magufuli alisema hivyo kwamba chadema itakufa imekufa imekufa, tukakuwa chama kikuu cha upinzani. Ni chama kikuu cha siasa Tanzania, si kama mnalielewa hivi ndio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga everywhere, wako hapa kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeishajijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo, nimetaka niyaseme hayo, kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundulisu mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe, tukutane uwanjani na CCM kama wanajiamini, tukutane nao wajenge hoja zao za kiuchumi, tujenge hoja zetu za kiuchumi, watanzania waamue nani wanataka awaongoze. Full stop. Mambo mengine haya sisi hatutayafanya. Asanteni sana, tukutane Jumatano.